Ndugu zangu wanufaika wa mikopo, sote tunafahamu tunakwenda katika zoezi la kitaifa mwezi huu wa kumi, ambapo siku ya tarehe ishirini na tisa tunakwenda tuna kupiga kura. Nimeona nitumie nafasi hii e, mimi kama mkuu wenu wa wilaya nimeona nitumie nafasi hii kuendelea kuwakumbusha. Ni wajibu wangu kwa kuhakikisha kwamba nawakumbusha wananchi wangu kwamba tarehe ishirini na tisa lipo zoezi ambalo lipo mbele yetu mwezi huu wa kumi la kwenda Niwaombe twendeni tukajitokeze kwa wingi, twendeni tukapige kura tarehe ishirini na tisa. Na mimi nimekuwa nikifanya ziara katika maeneo mbalimbali kuwahamasisha wananchi, kuwakumbusha. Vipo vyama mbalimbali vinaendelea kufanya kampeni katika maeneo yetu. Niwaombe sisi ni Watanzania, sisi ni wana Kigamboni, Kigamboni sisi tuhubiri amani, umoja na mshikamano, ili sasa tunapomaliza E, zoezi hili la uchaguzi basi tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uh, tumepata nafasi nzuri ya kushiriki zoezi hili na kwa kuhakikisha kwamba kila mtu ameweza kushiriki na kutimiza ile haki yake ya kikatiba na kutimiza haki yake ya msingi ya kwenda kuchagua kiongozi bora ambaye unaona wewe anakufaa. Usibaki nyumbani, usikae nyumbani, toka nenda akapiga kura halafu hurudi kuendelea na shughuli zako, na niwakumbushe tu tarehe ishirini na tisa ni tarehe ambayo sio tarehe ya ibada, sio tarehe ya Ijumaa ibada, sio tarehe ya Jumamosi kwa wale wa Sabato, na sio tarehe ya ibada ya siku ya Jumapili. Ni tarehe ambayo ni nadhani ni siku ya Alhamisi. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu wanakigamboni kama ambavyo mmeonyesha mshikamano na upendo mkubwa, twendeni tukashikamana, tusidanganywe na mtu yoyote, sisi ni wamoja sisi tuna ushirikiano mzuri, tuendeni tukahubiri mshikamano na si, si no, tu zingine